Ni kundi la akina mama wakiwa kwenye karakana yao katika kijiji cha mji wa Huruma. Iwe ni sakafuni ama kwenye viti, yote ni sawa kwao, mradi tu walisukume gurudumu la maisha. Hii ndiyo namna wao hujipatia riziki yao ya kila siku. Ni akina mama ambao wamepitia mengi maishani, bila shaka wana mengi ya kusimulia. Wanayosimulia siyo ya kuleta tabasamu mbali ni ya kukata matumbo. nimekunywa sana watoto wangu, sasa huku ni kulia njaa, wakikuja kuniitisha pesa ya chakula nawaambia nitoe wapi, na sina kazi. Kundi hili linajumuisha takribani wanawake thelathini, na kwa kuwa damu ni nzito kuliko maji, wengi wao wamejitwika jukumu la kuwalea wajukuu wao walioachwa mayatima baada ya wazazi wao kufariki kutokana na virusi vya Ukimwi. Kibarua cha kuwalea wajukuu wao kimekuwa kigumu si haba, haswa kutokana na hali ya uchochole iliyofafanua maisha yao kwa kipindi kirefu, jambo ambalo liliwafanya wengi kukosa tumaini na kuishi maisha ya kujidharau ama hata ya kutojielewa. Hali ikawa ngumu, sio mbele wala nyuma. Hata hivyo, afueni iliwajia pale Margaret Karanja alipojitokeza na kuwaelezea kuhusu mradi wanaoweza kushiriki na kujipatia riziki yao kwa njia nadhifu. Sisters Arise Project ndilo jina la mradi huo ambao unalenga kuwainua kimaisha wanawake wanaoishi kwenye mitaa ya mabanda, hususan wajane wasiojiweza kifedha na ambao gharama ya maisha kwao ni kitendawili kisichoteguka. Mradi huu huwaleta pamoja kina mama ambao hutengeneza bidhaa kama vile vikapu, mikoba na mikufu kwa kutumia makaratasi. Makaratasi ambayo wengi huyaona kama taka, kwao ni malighafi. naye makituba mimi narokota, nikirokota nakuja na katakata alafu -kata, nasitegeneza hiyo nini kiuma ya kuweka mikadhi ya saga ya sigo. Sasa hiyo nikitegeneza na kaba naye hiyo mkasi natafuta mwenye kuhusa, nikisuguka naye inaona mwenye kununua, nikiusa bei ya sini nausa 50 na nikiusa ajuu nausa mia moja hasa, hapo ndio natafuta gia watoto naye kitu ya kukura. Lakini kabla ya kushiriki mradi huu nilitaka kufahamu zaidi kuhusu maisha yao ya hapo awali. Walinisimulia hadithi yao mmoja baada ya mwingine, huku wakiendelea na shughuli zao licha ya umri wao mkubwa. Baadhi yao walilazimika kushiriki mienendo potovu kutokana na hali ngumu iliyokuwa inawakodolea macho kila uchao. Maisha yangu hapo awali ilikuwa mbaya sana, mbaya juu, nilikuwa ninakunywa kila kitu. Kuna kitu sijawahi kuvuta hii duniani, nilikuwa navuta mbangi, nilikuwa nimekunywa chang'aa. Jerusha Wanja ni mmoja wa wanachama waanzilishi wa mradi huu. Jerusha ni mama wa watoto watano, na jinsi anavyosimulia, kazi ya kuwalea wanawe imekuwa safari ndefu yenye panda shuka. Anakiri kuwa wakati mwingine ilikuwa vigumu kukidhi mahitaji ya kimsingi ya familia yake. Na kunywa chang'aa huko, tunakunywa, tunalala mara tatu kwa siku Hatujui tutakula nini, hatujui tutakunywa nini, wala maisha ya watoto wetu hatukuwa tunaijua. Watoto wetu walikuwa wanapewa chakula na majirani, na namna ya kumwondolea mafikira mengi ilikuwa ni kushiriki kileo miongoni mwa anasa zingine. Anakiri kuwa hakuwa anajua anakotoka wala anakoelekea. Sikuwa najijua, nilikuwa nimekaa hivyo bila kujijua Wanjaha kusita kutupeleka kwa rafiki yake Edith Wambui aliyekuwa swahiba wake katika upigaji mtindi. Yeye pia amezika udhia huo wa awali kwenye kaburi la sahau na kugeukia kutengeneza vikapu na mikoba kwa kutumia kamba na makaratasi Miaka michache iliyopita, hapa ndipo wateja walikuwa wanakuja kubisha, siku nenda siku rudi, wakija kushiriki kileo, lakini kwa sasa mambo yamekuwa tofauti. Hakuna kuuza kileo tena ndani ya nyumba hii. Lakini maisha ya pombe ilikuwa inatuhabisa kabisa, hata kurara uogi. Jioni unarara bila, bila una shida. Mtoto anakwambia hakuna nini, unamwambia akule vile iko hata kama hakuna boga mafuta. Walikuwa wamekosa tumaini maishani, hawakujali maisha yao wala yale ya watoto wao. Ni maisha ambayo yalikuwa yanaendelea kuathiri pakubwa. Ukiangalia ile rafiki yako taigine nikimpeleka nikimpeleka nami namwambia nitarara kwako kwa hata mimi leo, sitoki vile unararaga kwako kwa. Lakini kwa sasa kuna haja ya wao kuamka kila asubuhi, jua lichomo zapo asubuhi kama saa kumi na mbili na nusu. Saa moja bado fika kwa maana, saa mbili ikifika hao wenye magari matakuwa manafika kurokota mahiyo makaratasi. Margaret Karanja ndiye kiongozi wa kundi hili na anaeleza jinsi yanavyoridhika kuona namna maisha ya kina mama hawa yamegeuka na kuwa watu wa kutegemewa tena maishani. They are looking forward to doing something every day and when one sells a basket, she comes back and tells the others, I have sold mine. The others say yes we are going to get into the group and we are going to do some work. Changamoto yao kuu kwa sasa ni kupata soko tayari la kuuza bidhaa zao ni kundi la kina mama ambao wametwikwa jukumu la kuweza kuwalea wajukuu wao. Miaka miwili iliyopita maisha yao yalikuwa tofauti, yalikuwa yamekabiliwa na hali ya uchochole, lakini kwa sasa maisha yameweza kubadilika. Wanasema kwamba ukurasa mpya umeweza kufunguliwa na, na matumaini makubwa kwamba ya maisha yao yataendelea kuwa hata bora zaidi. Agnes Gakunga, maswala ya jamii katika kijiji cha mji wa Huruma.